Wakiongea na ITV wafugaji waliohamia kwenye kitongoji cha Njenga katika kijiji cha Matandu wilaya Kilwa mkoa wa Lindi wamesema walihamia katika maeneo hayo mwaka 2013 kwa kufuata taratibu za vijiji husika na kuchangia kuendeleza huduma muhimu za kijamii ikiwemo elimu na afya lakini hivi karibuni wameandikiwa barua na mamlaka ya mji mdogo wa Kilwa Kivinje ikiwataka kuondoka katika kipindi cha siku 45 kwa madai kuwa waliingia katika maeneo hayo kimakosa 2013. Nilifika huko nikaingia ofisini nikaomba nikapewa mtasari, yule mtasari nikaupeleka wilayani nikasajiliwa nikawa kama mkaaji wa Njenga. Tarehe ishirini mwezi wa, wa saba nikapewa barua ya kuhama nikaambiwa, tarehe kumi na tano mwezi wa nane niwe nimeshahama. Sasa naomba serikali nisaidie mi kwa kuenda, sina na sehemu nyingine sikumbuke ya kuenda, mpaka serikali itazamie. Halafu cha ajabu zaidi ni nini? walivyokuwa wanafika pale serikali ilikuwa inawapokea. Alafu kuna, kuna baadhi ya wafugaji walikuwa wanatoa hela. Sasa watu wametoa pesa, alafu bado mtu anaambiwa wewe umeingia kimakosa. Hata hivyo baadhi ya wananchi katika vijiji hivyo wamewatetea wafugaji hao na kuiomba mamlaka mji mdogo wa Kilwa Kivinje kubatilisha uamuzi huo, kwani uwepo wa wafugaji hao umekuwa na manufaa makubwa kwa jamii ambayo imekuwa ikinufaika kwa lishe ya maziwa na nyama vitu ambavyo kabla ya ujio wa wafugaji vilikuwa ni adimu kwenye maeneo mengi ya mikoa ya kusini na hasa Lindi na Mtwara. Na baadhi wamepongeza kazi zinazofanywa na ITV kwa habari za kijamii zinazolenga kusaidia kutatua changamoto za wananchi na hasa wa vijijini. Sasa tunashangaa kidogo kuambiwa leo wafugaji wanane waame, na wakati sisi kwa uona wetu kumpokuwa kuna wafugaji zaidi ya wanane wameingia ndani ya kijiji na lolongo walioingia ni huo, kwa sababu wote wameingia kiserikali. Kuhusu ITV kwa kweli nimeikubali. Kwa sababu kwa kweli tumekuwa nyuma, unaweza kusema kwamba kuwa sisi si wa Tanzania, kwa sababu mambo mengi yanatokea lakini hatuyaoni, kila kitu kikitokea bara tu unaona? Kila kitu kikitokea bala, lakini ITV tunajitahidi kidogo, wanajitahidi kutokea tu wakizungumzia kuhusu hatua. Wa hiyo baadhi ya viongozi wa vijiji akiwemo Amanzi Mshamuchura wamesema wafugaji hao waliingia kwenye vijiji hivyo bila kufuata utaratibu na wana ng'ombe zaidi ya elfu mbili ambao ni wengi kuzidi eneo la malisho kwa mujibu wa mipango ya matumizi ya ardhi ya kijiji cha Matandu. Kutokana na eneo lililotengwa limejaa sasa, tulipoingiza manake, hawa watano waliokuwepo, wanashindwa kujitawala, wanaenda katika maeneo ambayo haruhusu kwenda kuchungiwa, ni maeneo ambayo yametengwa kwa zoezi la kilimo tu. Sasa inafikia mara lazimisho wafike sasa, hali ile kunakuwa na hali simtafahamu sasa, kati ya wakulima na wafugaji. Sisi kuondoa hali ile na mamlaka kuingia kati, akaona iwezekani kama wewe ulifanya shughuli hizi kwa, kwa ubinafsi ama ukose kujielewa. Hawa sogeeni kwanza. Ni sehemu ya mifugo hii ya wafugaji waliohamishwa kutoka wilaya Mbarali mkoani Mbeya mwaka 2006 na kuja huku mkoani Lindi, lakini leo hii wanasema wameambiwa wahame na hawajui waende wapi, kutoka katika kijiji hiki cha Njenga wilaya ni Kilwa mkoani Lindi. Ni Vedasto Msungu wa ITV.